Unajihisi umefungwa na hisia zako kwa mtu fulani, lakini hujui kwa nini bado haziondoki. Leo tutaangalia sababu kumi na mbili za kwa nini Mungu haondoi hisia zako kwa mtu huyo. Sababu ya nane na kumi na mbili itakushangaza zaidi. Utagundua kuwa kila hisia ina maana, kila maumivu ni sehemu ya mpango wake wa hekima, na kila hali inakuandaa kwa furaha na amani ya kweli. Hii ni safari ya kufahamu moyo wako kupitia macho ya Mungu. Kabla hatujaendelea tujaendelea na somo letu la leo, jambo unalotakiwa kulifanya ni kulike video hii, kisha kukaa kwa kutulia na kufuatilia mwanzo mpaka mwisho. Lakini pia kama wewe ndo mara yako ya kwanza kabisa kuungana nasi na bado hujasubscribe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 Tuende moja kwa moja tukaziangalie sababu kumi na mbili za kwa nini Mungu haondoi hisia zako kwa mtu huyo. Namba moja: Mungu anaweza kuwa na mpango wa baadaye na mtu huyo. Huenda huyo mtu anaweza kuwa ndio sehemu ya mpango wako wa baadaye, iwe katika ndoa, huduma au kazi ya pamoja. Hivyo Mungu anahifadhi hisia hizo hadi wakati ufaao. Siku zote mapenzi ya Mungu hutimia kwa wakati wake, na wala sio kwa haraka za hisia zetu. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Mhubiri sura ya tatu na mstari wa kwanza imeandikwa, nukuu: kwa kila jambo kuna majira yake na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu. Kwa hiyo sababu ya kwanza ya kwa nini Mungu haondoi hisia zako kwa mtu huyo, unaendelea kuona hisia juu ya mtu huyo. Mungu anaweza kuwa na mpango wa baadaye na mtu huyo, Mungu anaweza kuwa na mpango wa baadaye na mtu huyo. Huenda huyo mtu anaweza kuwa ndio sehemu ya mpango wako wa maisha ya baadaye, iwe katika ndoa, huduma au kazi ya pamoja. Ndio maana Mungu anakuwa haziondoi hisia hizo unakuwa unakuwa unajikuta unaendelea kumwaza mtu huyo, unakuwa unajikuta unaendelea kuwa na hisia na mtu huyo. Sababu ya kwanza kwa nini Mungu aziondoe hisia hizo kini, ulikuwa ukijiuliza kwa nini naomba ili hisia hizo ziondoke, lakini hisia hizo bado zipo. Jambo la kwanza au sababu ya kwanza, Mungu anaweza kuwa na mpango wa baadaye na mtu huyo. Lakini sababu ya pili, Mungu anaweza kuziruhusu hisia hizo ili zikusukume kukua kiroho. Mungu anaweza kuzitumia hisia zako kukufanya uwe karibu na yeye, pia kukufundisha kumtafuta kwa maombi zaidi badala ya kutegemea akili zako mwenyewe. Mara nyingine hisia hizo hukufanya uombe, ufunge na kutafuta ushauri wa kiroho. kwa hiyo sababu ya pili za kwa nini Mungu haondoi hisia zako kwa mtu huyo, Mungu anaweza kuziruhusu hisia zako ili zikusukume kukua kiroho. Kwa sababu ya hisia hizo utajikuta unaendelea kuwa karibu na Mungu lakini pia wakati mwingine hisia hizo zinaweza zikakusukuma uka, ukaomba au zikakusukuma kuutafuta ushauri wa kiroho. Kwa hiyo hii ni sababu ya pili na ya msingi ambayo nitakuwa itambue ya kwa nini Mungu haondoi hisia zako kwa mtu huyo. Mungu anaweza kuziruhusu hisia hizo ili zikusukume kukua kiroho, zikufanye uwe karibu na Mungu, zikufanye upate muda wa kuomba, kuutafuta uso wa Mungu. Lakini sababu namba tatu, wakati mwingine Mungu anaruhusu hisia hizo ziendelee ili kukufundisha nidhamu ya moyo, uvumilivu na kutegemea maongozi yake. Hili linaweza kuwa jaribio la kuona kama utamfuata Mungu au utaongozwa na hisia zako. Hili ni jambo la msingi ambalo nataka ulitambue. Wakati mwingine Mungu anaruhusu hisia hizo ziendelee ili kukufundisha nidhamu ya moyo, uvumilivu na kutegemea maongozi yake. Mungu tu anakuwa anakupa somo, anakuwa na kufundisha anakufundisha nidhamu ya moyo, uvumilivu na kutegemea maongozi yake. Anakuwa na kuangalia jaribu hili la zakala kuangalia, Mungu anakuwa na kuangalia kama utaendelea kumfuata yeye au utaongozwa na hisia zako mwenyewe. Kwa hiyo Mungu, wakati mwingine Mungu anakuwa na ruhusu hisia hizo ili ziendelee kukufundisha nidhamu ya moyo. Lakini pia sababu namba nne Mungu anataka kuona kama utamwamini hata kama moyo wako unataka kitu kinginecho. Hii ni sababu ya msingi ambao unatakiwa kuitambua. Si hii ni sababu ya nne ambao unatakiwa kuitambua, kwa nini Mungu haondoi hisia zako kwa mtu huyo. Mungu anakuwa anataka kuona kama utamwamini hata kama moyo wako unataka kitu kingine. Hii inakuza tabia ya utiifu kusimama kwenye mapenzi ya Mungu badala mapenzi ya nasi. Hili ni jambo la msingi ambalo unatakiwa kulitambua. Mungu anakuwa anataka kuona kama utamwamini hata kama moyo wako unataka kitu kinginecho. Mungu anakuwa anakuangalia kama utaendea kumwamini hata kama moyo wako unataka kitu kinginecho, anakuwa anakupima. Kwa hiyo sababu ya nne ambao inaonyesha kwa nini Mungu haondoi hisia zako kwa mtu huyo, Mungu anakuwa anataka kuona kama utamwamini hata kama moyo wako unataka kitu kingine. Lakini sababu namba tano, hisia hizo zinaweza kuwa ishara ya kusudi fulani hata kama si la ndoa. Mungu mara nyingine anaweka mzigo wa upendo au huruma kwa mtu kwa sababu mtu huyo anahitaji msaada wako wa kiroho kwa lengo la kumvusha kwenye eneo fulani, kwa jambo la msingi ambalo natakiwa litambue. Watu wengi wamekuwa wakijiuliza kwa nini Mungu haziondoi hisia hizo kwa hisia hizo wanazonazo juu ya mtu fulani. Kwa hiyo hisia hizo, sababu ya tano Hisia hizo zinaweza kuwa ishara ya kusudi fulani, hata kama si la ndoa. Mara nyingine Mungu anaweka mzigo wa upendo au huruma kwa mtu, kwa sababu mtu huyu anahitaji msaada wako wa kiroho, kwa lengo la kumvusha kwenye eneo fulani. Kwa hiyo yamkini, ya ya, umekuwa ukihisia zako zipo juu ya mtu fulani Wakati mwingine Mungu anaziruhusu ili ziendelee kuwepo, si kwa lengo la ndoa, lakini anakuwa anahitaji umvushe mtu huyo katikuwa, umbebe umvushe katika Mungu wa kiroho na ubebe mzigo alionao ili uweze kumsaidia kiroho, umvushe kutoka kwenye eneo fulani kwenda kwenye eneo lingine. Ndio maana Mungu aziondoe hisia hizo juu ya mtu huyo. Kwa hiyo mara nyingi Mungu anaweza kuweka mzigo wa upendo au huruma kwa mtu kwa sababu mtu huyo anahitaji msaada wako wa kiroho kwa lengo la kumvusha kwenye eneo fulani, yamkini zakaa kwenye eneo la uchumi, yamkini zakaa kwenye huduma na kadhalika. Lakini sababu ya sita ya kwa nini Mungu haondoi hisia zako kwa mtu huyo, Mungu anaweza kawa anaandaa moyo wako kwa ajili ya wakati sahihi. Tambua hisia zinaweza kuwa halali, lakini sio wakati sahihi. Mungu anaziruhusu ziwepo kama ishara ya uhusiano wa baadaye, lakini anahitaji uwe na subira. Kwa hiyo hili jambo la msingi ambalo tukulitambue. Mungu anaweza akawa anaandaa moyo wako kwa ajili ya wakati sahihi. Tambua hisia zako kuna muda zinaweza zikawa, tambua hisia hisia zinaweza kuwa uh, halali lakini sio wakati sahihi. Kwa Mungu anakuwa anaziruhusu uendelee kuwa na hisia juu ya mtu huyo mpaka wakati sahihi utakapofika, lakini jambo la msingi ambalo unatakiwa uwe nalo unatakiwa uwe na subira. Lakini uh, sababu ya saba ya kwa nini Mungu haondoi hisia zako kwa mtu huyo Mungu anaweza kukuonyesha kupitia hisia hizo kwamba kuna jambo la kiroho kuhusu mtu huyo, labda ana vita, anaumizwa au anahitaji msaada wako wa kiroho. Hisia hizo zinakuwa na wito wa au mzigo wa maombi kwa hiyo Mungu anaweza kana kukuonyesha uh, uh, kupitia anakuonyesha kupitia hisia hizo kwamba kuna jambo la kiroho kuhusu mtu huyo. Kwa hiyo inaweza kana ashiria, labda mtu huyo ana vita au anaumizwa au anahitaji msaada wako wa na mara nyingi hisia hizi zinakuwa zina, unajikuta zinakusukuma kuendelea kumwombea mtu yule zinakusukuma kuendelea kumwombea mtu huyo. Lakini sababu ya nane, mtu huyo anaweza kuwa mlango wa baraka zako au sehemu ya safari yako ya maisha. Mungu hukupa hisia kama kiashiria cha uhusiano muhimu unaokupeleka kwenye wito wako. Kwa hiyo hili ni jambo la msingi ambalo, sababu ya nane ya kwa nini Mungu haondoi hisia zako juu ya mtu huyo, mtu huyo anaweza kuwa mlango wa baraka zako au sehemu ya safari ya maisha yako. Kwa hiyo Mungu hukupe hisia kama kiashiria cha uhusiano muhimu unaokupeleka kwenye wito wako. Lakini sababu ya tisa, Mungu anaziruhusu ili kukufundisha kudhibiti hisia zako ze, zenyewe. Kwa hiyo Mungu anaziruhusu ili kukufundisha kuzidhibiti hisia zenyewe. Watu wengi hukosea kwa kufuata kila hisia wanazopata. Mungu anaweza kuziruhusu ziendelee ili ujifunze kuzipeleka chini ya Roho Mtakatifu badala ya kuongozwa na moyo wako. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Yeremia 17 na mstari wa tisa, imeandikwa nukuu, moyo huwa mdanganyifu kuliko vitu vyote. Kwa hiyo moyo huwa mdanganyifu kuliko vitu vyote. Kwa hiyo wakati mwingine mungu anaziruhusu ili kukufundisha kuzidhibiti hisia zako mwenyewe. Mungu anakuwa anakufundisha na kuzidhibiti hisia zenyewe, kuzishughulikia hisia zenyewe. Kwa hiyo mungu anakuwa anakuruhusu kwa watu wengi kukosea kwa kufuata hisia hisia wanazopata kwa hiyo, Mungu anaziruhusu ziendelee ili ujifunze kuzipeleka chini ya Roho Mtakatifu badala ya kuongozwa na moyo wako pekee. Lakini sababu ya kumi, wakati mwingine Mungu anatumia hisia hizo ili kukufundisha utambue mipaka, nidhamu na maamuzi sahihi ya Kimungu. Hii itakusaidia kuepuka kukimbilia mahusiano yasiyo sahihi huko mbele. Lakini sababu ya kumi na moja, hisia ziko, hisia ziko kwa sababu ya kusudi kubwa zaidi mtu huyo anaweza kuwa sehemu ya huduma yako au maono yako. Ndio maana unaendelea kuwa na hisia juu ya mtu huyo. Lakini sababu ya kumi na mbili, hisia hizo zinaweza kukulinda usijifunge na mtu asiyefaa. Ikiwa Mungu amekupa hisia kali kwa mtu fulani, mara nyingine na kuzuia kuingia kwenye mahusiano na watu wengine wasio sahihi, kwa sababu moyo wako tayari umeelekezwa kwa mtu mwingine. Ni matumaini yangu la kitu ambacho umejifunza kwa hiyo hili ni jambo sababu ya kumi na mbili, hisia hizo zinaweza kukulinda usijifunge na mtu asiyefaa, au na mtu ambaye sio sahihi. Ikiwa Mungu amekupa hisia kali kwa mtu fulani, mara nyingine inakuzuia kuingia kwenye mahusiano na watu wengine wasio sahihi, kwa sababu moyo wako tayari umeelekezwa kwa mtu mwingine. Ni matumaini yangu kuna kitu ambacho umejifunza. Lakini pia kama bado uja subscribe, unaweza uka subscribe. Lakini pia kama bado ujaik like, pia video hii hakikisha basi una like. Mungu akubariki, nikutakie wakati mwema.